Kwetu Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Tunaendelea kuziangalia ahadi za Mungu kwetu, na imekuwa baraka sana kuzigundua ahadi zetu. Kumbe tuna ahadi za kutosha ambazo Mungu ametuwekea, na hizi kila zinapotimia tunaburudishwa nafsi zetu na roho zetu na miili yetu. Mwanzo sura ya nne Mwanzo sura ya nne, tuangalie ahadi nyingine. Mwanzo sura ya nne. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wanyama wa kwanza, wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Kaini na, habi... na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini uso wako kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi ipo inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, bila shaka unafuatana nami, nami ni furaha yangu kuona ukifuatana nami. Mungu wa mbinguni akubarikie sana unapofuatana nami hapa. Tunakutana na ahadi nyingine, kibali. Kibali, kulikuwa na wakati Adamu ameshazaa sasa watoto wawili, watoto wameshakuwa watu wazima, wanatoa na wao sadaka, ilikuwa desturi yao kumtolea Mungu sadaka. Na mimi naamini kwamba hata wewe unatoaga sadaka, na ziko sadaka za kifamilia tabia njema, kila familia kuwa na muda wa kutoa sadaka ya kifamilia. Lakini hawa walikuwa wakitoa sadaka kila mtu ya kwake mwenyewe. Kaini akatoa, Habili akatoa, kila mtu kwa kazi za mikono yake. Lakini sadaka iliyokubaliwa ni ya Habili. Kwa nini? Ni kwa sababu aliitoa kwa uaminifu, lakini Kaini hakutoa kwa moyo. Hicho ndicho kilicholeta tofauti zao. Ndipo baadaye Kaini akaghadhibika Akaona wivu. Kwa nini mimi sikubaliwi sadaka yangu ila mdogo wangu? Mungu akamuona amegadhibika, akamuuliza kwa nini umegadhibika na uso wako umekunjamana? Je, ukitenda vyema upati kibali? Lakini nakwambia iko dhambi inakuotea, na hiyo inakupasa uishinde na au usipoishinda utaangamizwa nayo. Pendwa mtazamaji wangu, Biblia inasema je, usipotenda tendo vyema utapata kibali? Hii ni ahadi kwa Mungu kwamba ukitenda vema unapata kibali. Ukitenda vibaya, basi mabaya yatakukuta, lakini ukitenda vema, ahadi ni kwamba kuna kibali utapewa kutoka kwa Mungu. Je, unatenda mema? Mema mojawapo ni kumtolea Mungu sadaka. Ziko sadaka za aina mbalimbali, lakini imekupasa kuzitoa hizo sadaka, na ili upate kibali, ni kutoa kwa moyo la usipotoa kwa moyo hupati kibali. Ahadi ya Mungu ni kwamba kila anayetenda vema atapata kibali chake. La usipotenda vema, kibali hupewi. Je, unatenda vema? Mungu akubariki, na kibali unacho. La sivyo, hutapata kibali. Tahidi sana kutenda vema. Kutenda vema maana yake ni pamoja na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? ni kwenda ibadani na kutoa sadaka na kwenda kuwasaidia wenye uhitaji, kuwapa sadaka zako wahitaji. Hiyo ni kutenda vema, la sivyo hivyo, usipofanya hivyo hutapata kibali. Iko tofauti kati ya kuwasaidia wahitaji na kujionyesha. Wako watu wakiwasaidia wahitaji wanataka waonekane, lakini mimi nakwambia, ukiwasaidia wahitaji usitake kujionyesha. Lakini fanya kama kwa Bwana, fanya kama kwa Bwana utapata kibali. Wako watu wanaopata kibali kwa wanadamu, hiyo ni sawa, wameshapata haki yao, lakini mimi nakwambia kibali cha Mungu ni bora zaidi kuliko cha wanadamu, na hiki utakipata tu pale utakapofanya vema, pale utakapofanya kwa moyo kama Habili alivyotenda. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Kibali kipo Utende vyema, la sivyo hukipati hicho kibali. Namna ya kukipata ni wewe, moyo wako kuuachilia kwa Bwana, maisha yako yote kuyaachilia kwa Bwana na kumkabidhi maisha yako ayatumie apendavyo, la sivyo kibali cha Bwana hutapata. Utane kwenye kipindi kinachokuja. Kipindi hivi vimekuwa vya baraka mno, nami natamani sana uendelee kubarikiwa na kupata faida ya kupata vipindi hivi kwa jina lake Mungu Baba, ubarikiwe sana. Amen.